Tumekuwa tukielekezana magonjwa tofauti tofauti na namna ya kuweza kuyatibia hapa YouTube. Mara nyingi sana nimekuwa nikitaja eh, dawa za magonjwa husika na namna ambavyo unaweza ukatibu. Sasa kuna changamoto moja nimeipata hapa, ndio maana leo nimeamua nije na hii video. Kuna mfugaji ambaye alikuwa anatueleza kwamba kuku wake wanakufa tu ghafla, haelewi shida ni nini. Sasa kutokana na kwamba tupo mbali naye, tukawa tunashindwa jinsi ya kumhudumia. Nadhani huyu mfugaji alienda mbali zaidi, aliwapeleka hadi maabara akawapima kabisa ugonjwa ambao wanakuwa wanaumwa. Sasa uh, nikamwambia e, tafuta kuku ambaye amejisaidia, kinyesi ambacho naona ni tofauti na kawaida, piga picha utuletee. Kumbe kile kinyesi kilikuwa ni cha kideri. Kwa hiyo kupitia hiyo changamoto nikatambua kwamba, uh, wafugaji wengi hawatambui magonjwa ya kuku, yaani wanaona kuku anaumwa, anaumwa tu basi, wanakisia wanampa dawa. Hiyo haiwezi ikakusaidia, pamoja na kwamba sisi tunafundisha dawa. Eh, hii dawa labda inatibu kideri, hii dawa labda inatibu kokidiosis, lakini kama hutambui kokidiosis ni ipi inakuwa ni vigumu sana kuweza kuwaponyesha kuku wako. Kwa hiyo cha kwanza inatakiwa utambue kwanza kuku wako wanaumwa ugonjwa gani, na mara nyingi tunatambua magonjwa ya kuku kupitia vinyesi ambavyo wanajisaidia hivyo. Kwenye hii video ninakwenda kukuonyesha rangi za vinyesi kama utaiona bandani kwako, uweze kutambua kwamba kuku wako wanaumwa ugonjwa gani kupitia vinyesi. Na magonjwa ambayo nitakwenda kugusia ni kama vile uh, kideli ambayo ni Newcastle, kuna gumboro, kuna bacteria infection tunasema, uh, magonjwa ambayo yanasababishwa na bakteria, lakini pia kuna minyoo, nitakwenda kuonyesha kinyesi cha minyoo. Ah, kabla sijaenda mbali, nikukumbushe sisi KingoFarm tumeandika hivi vitabu vinne kwa weredi wa juu zaidi. Aa, tunacho kitabu cha safari ya ufugaji. Hiki kitabu ni kitabu ambacho tumekifanyia uchunguzi, hasa kanuni za kuku zilizomo humo ndani, kwa kuzitumia sisi wenyewe na kutoa matokeo makubwa, hivyo tukaziweka kwenye hicho kitabu. Kuna ufugaji wa broiler. Kwenye ufugaji wa broiler tumeweka pia hadi kanuni ya kuwachanganyia chakula broiler mbinu za kuwalea broiler hatua kwa hatua mpaka wanakuwa wakubwa. Tunacho kitabu cha ufugaji wa kuku wa kienyeji. Humu kuna mbinu zote za kufanya wewe uweze kutajilika e, kwenye kuwafuga kuku wa kienyeji zote bajeti ndogo kabisa za kuchanganya chakula eh, namna ya kupambana na magonjwa ambayo yanawakumba sana kuku wa kienyeji, lakini pia tunacho kitabu cha tiba za asili ambacho kina tiba za magonjwa yote yaani, ambayo wee unayajuaga yana yanatibika au hayatibiki. Hata hii video tunaelezea eh, dalili au kinyesi eh, cha rangi gani kinamaanisha ugonjwa gani. Uh, lakini ukienda kwenye hichi kitabu utakutana na tiba za hayo magonjwa yote ambayo tutayataja hapa. Kwa hiyo kila kitabu ni shilingi elfu kumi na vipo katika mfumo wa soft copy. Uh, wale wafugaji wote ambao wamewahi kuingia kwenye kundi letu la mafuzo ya ufugaji hawakuwahi kutamani kutoka hata siku moja, kwa sababu mle tunaelekeza mbinu mbalimbali, jinsi ya kutumia dawa, jinsi ambavyo una hizi hizi tiba za asili unaweza ukawachanganyia kuku wako ukawaponya, lakini pia hasa tumejikita kwenye namna ya kuwalea kuku wako, kupambana na magonjwa na vitu vingine vingi, tukileta usaidizi wa karibu kabisa kwa mfugaji yeyote yule. Ndio maana wafugaji wanakuwa hawatamani hawa, hawa kutoka kwenye kundi kwa sababu kama wewe unakutana na changamoto sisi tunakusaidia eh, nadhani hilo kundi sio la kutoka ada ya hili kundi kwa muda wa miezi miwili ni shilingi elfu nane wewe kama unahitaji hili kundi tutafute kwenye hiyo namba ambayo unaona hapo hiyo namba tunapatikana na whatsapp lakini pia ukipiga simu tunapokea na tunakusikiliza Uh, kwanza nianze na hivi vinyesi. Hivi vinyesi ni vya kawaida ila, japo waga vina wasitua wafugaji wengi. Kwa mfano hiki kinyesi unakuta kina hiyo rangi nyeupe, kuna huo upande ambao una rangi nyeupe uh, hivi vikitoka hivi basi vinawastua watu wengi. Hivi vinyesi ni vya kawaida ila hiyo rangi nyeupe inamaanisha kwamba kwamba, uh, chakula ambacho unawapa hao kuku protini imezidi, ndio maana huo weupe. Kuna hivi vinyesi vingine, unakuta kuku anajisaidia kinyesi labda kina rangi nyeusi. Hizi rangi unakuta labda kwa mfano umewapa chakula kuku ambacho wame, wamekula kwa mfano mashudu yamezidi, au kina rangi nyeusi. Mda mwingine unakuta kuku anaenda kujisaidia rangi ile rangi ya kinyesi. Aa, sasa tuje upande wa pili wa vinyesi ambavyo vinakuwa vinaashiria kwamba kuna ugonjwa wa aina fulani, na ninakukumbusha kwamba ni vizuri ukawa kila siku asubuhi. Sasa vinyesi unavikuta sana asubuhi, unachunguza au kawaida tu unachunguza vinyesi vya wa kuku wako, ili uweze kutambua magonjwa, manake dalili za mwanzo kabisa, kabla kuku hajachoka, hajachangamka, waga zinaonekana kwenye vinyesi. Sasa ngoja nianze na vitu ambavyo vinawachanganya. Uh, mfano hapo una, una, unaona hivyo vinyesi vipo vinyesi vinne, lakini hapo kuna magonjwa mawili tofauti kabisa yaani, uh, hapo kuna magonjwa mawili tofauti kabisa lakini, uh, kwa bahati mbaya mtu akiona hivi anajua ni ugonjwa wa aina moja. Ngoja nichambue vizuri. Ukiona ni kijani siyo ya kukolea sana, halafu ina yellow humo pembeni kama unavyoona, e, hicho kinyesi, hiyo sio, ni ukesto, sio kideri, hiyo ni kipindupindu, huo ni, ni ugonjwa wa kipindupindu. Kwa hiyo uh, wengi sana wamekuwa wakifananisha, kwa sababu pia kipindupindu na chenyewe kinaua sana, yaani kipindupindu pia kinaua sana. Tiba ya kipindupindu Tiba za haya magonjwa yote nimeweka link kwenye description hapo chini, hapo ni maelezo ya hii video. Hapo walipoandika neno subscribe kwa chini hapo, ukibonyeza kuna maelezo fulani, nitaweka tiba za magonjwa yote video hizo, ukibonyeza unaenda kwa... A, sasa kuna hii kijani ya kukolea, unakuta ni kijani ya kukolea lakini haina njano ina nyeupe imezungukwa na nyeupe, ipo au juu ya ki, ya, ya kinyesi cheupe kama ambavyo unaona hivyo. Au muda mwingine unakuta kijani kavu kama hii hapa, ambayo ina doti doti nyeupe, hii ndio ni Nyukesto, yaani hiki ndio ni kideli. Nadhani umeweza kuona utofauti wa hivi vitu viwili, kati ya kideli pamoja na, na kolela hii kipindupindu. Haya, tuje hapa, tazama hizi picha. Hizi picha ni kama vile zina mfanano kabisa, lakini hapo kuna magonjwa mawili ya aina tofauti. Sasa nataka nikuelekeze namna ambavyo unaweza ukatofautisha, maanake sio kila ukiona kinyesi cheupe labda ni ugonjwa fulani. Kuna kuaga, kuna vitu vidogo sana ambavyo unaweza ukatofautisha hapo. Kuna hii nyeupe ambayo inakuwa yenyewe kama yenyewe e, hii hapa yaani ni yenyewe kama yenyewe kama hivi ambavyo unaiona haijaongozana na kinyesi chochote. Hii ni gomboro. Ukishaona hivi kuku wako wanatoa kwa kinyesi kama hiki, ujue ni gomboro. Lakini hiki kinyesi kinafanana kabisa na hiki kingine, utofauti wake ni kwamba hiki unachokiona hapa kimeongozana na kinyesi cha kawaida, yaani kuna kinyesi cha kawaida. Mara nyingi sana ukiona kuku amehara kinyesi kama kama hiki kina weupe, lakini eh, kuna kinyesi cha kawaida kama vile nilivyoelekeza mwanzoni, hiyo ni typhoid. Kuna hii rangi ambayo unaweza ukaikuta kwenye kinyesi, au muda mwingine unakuta wanahara kinyesi chekundu kabisa, au hii kama damu vile, hii nyekundu kidogo hicho kinyesi kinamaanisha kwamba kuku wako wana coccidiosis. Ah, mwisho kabisa nimalizie na huu muhalo wenye weusi wa mtindo huu hapa. Nilikuambia pale mwanzo, kuna weusi ambao labda kuku amekula mashudu ana rangi nyeusi, anajisaidia rangi nyeusi, kile ki, kinyesi amba. lakini hiki ambacho nakiona kwenye picha chenye weusi huu kinamaanisha kwamba kuku wako wamekula sumu. Yaani, ukiona kuku wamelegea sana Ha, pia wanatoa hichi kinyesi ujue kabisa kuku wako hao wamekula chakula ambacho kina sumu. Na muda mwingine unaweza ukawa unawalisha chakula cha kawaida lakini ukakuta kuku wako wanahara kinyesi cheusi hivi. Basi ujue kuna kiwango fulani cha sumu kwenye chakula chako, na ukawakuta kuku wako ni wazima, kumbe wanakula sumu taratibu taratibu, na madhara utakuja kuyaona baadaye. Kama kuna kinyesi sijakitaja hapa lakini pia una unashauku una, una au unatamani ujue ugonjwa gani huenda kinatokea sana shambani kwako au kwenye banda lako, basi ni vema ukajiunga na sisi ili kuweza kupata elimu zaidi, ukajiunga na kundi letu kwa shilingi elfu nane. Hiyo ni ada ya kipindi cha muda wa miezi miwili, tutakuelekeza yani mwenyewe unaweza ukapiga picha ukatuuliza kwamba e, hii ni dalili ya ugonjwa gani? Tukakuelekeza kwa undani zaidi na tukakupatia tiba ambayo unaweza ukatumia. Vinyesi vipo vingi sana, sababu tu ya muda hapa sijataja vyote. Kwa mfano, kuna kile kinyesi ambacho wanajisaidia maji, wanakuwa na hara maji ya sasa, broila eh, unakuta banda lina wai sana kuchafuka kuloana, yani wanahala kama, yani ukiingia bandani ni kama vile yamemwagwa maji. Eh, sijakielezea hapa sababu ya muda. Asanteni na kwa helini.